Wanangu wa Geita wanasema aya, mabango juu namna hii, wako Geita. Mabibi na mabwana, tunaenda kwenye viwanja sasa vya kumpokea Daktari Samia Suluhu Hassan. Cheki watu wa moto, twende wanangu, walete pikipiki tunaingia baskeli, mdogo mdogo mdogo mdogo mdogo mdogo, mdogo, mdogo. Nimekuonyesha pikipiki, sasa nizamu ya baskeli. Nikitoka kwenye baskeli na kupeleka kwa watembea kwa miguu, nikikutoka kwa watembea kwa miguu na kupeleka kwa watembea na farasi na punda na ng'ombe na mbuli Karibu sana Geita, Daktari Samia Suluhu Hasani. Hapa ndipo kwenye mradi wa miradi ya maji ya miji 28, ujenzi wa mashule, ujenzi wa hospitali la mkoa lenye kiwango cha ghorofa tayari limekwisha kukamilika. Upanuzi wa chujio la maji Geita mjini limekamilika. mayo na leo mbaki ikula zote ehe, za Rais ziende kwa Samia mayo mayo, baba baba kula amepata vitu na moyo Mabibi na mabwana, mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, huyu hapa anawasili ndani ya Geita. Mama karibu sana Geita, mama karibu sana Geita. Yule pale, mheshimiwa anaingia kwenye viwanja hivi kuzungumza na wananchi wa Geita. Habari nzito sana siku ya leo yeah. Vyuma hivi hapa vinakatiza, vyuma vinapita.